wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Tukiendelea katika habari ya Nabii Adam alayhi salam, tumeshuhudia kuumbwa kwake na leo tunashuhudia kutiwa roho kwake baba yetu huyu ambaye ni mtume wa mwanzo katika ulimwengu. Roho imefika katika kiwiliwili chake kizima, na baada tu ya kufika katika miguu yake ndipo alipoanza kutaharak Sayiduna Adam. Baadaye Mwenyezi Mungu akamtuma Adam akamwambia: idhhab ila tilka zumra ila tilka zumrati min almalaikati waqul lahum assalamu alaikum, nenda katika kundi lile lilokuwa pale la malaika, uwaambie amani iwe juu yenu. Sayiduna Adam akaanza kutembea mpaka mbele ya kundi la malaika, akawaambia assalamu alaikum warahmatullah. Malaika wakajibu waalaika wa salam warahmatu llahi wabarakatuh. Mwenyezimungu akamwambia hadhihi tahiyatuk wa tahiyatu ummatik wa abnaik, hii ndo itakuwa salamu yako, ndo yatakuwa maamkizi yako wewe Adam pamoja na maamkizi ya watoto wako, na hii ndo tunayoitumia sisi umma katika kuamkiana na kutakiana rehma. Ndugu Waislam, baada tu ya kuumbwa kwa Adam na kupulizwa roho ndani ya kiwiliwili chake, alitaka kupewa jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na jambo lenyewe ni elimu. Tunaambiwa kwamba elimu ndo kila kitu na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutumilizwa tu kupewa utume hakuambiwa sali ewe Muhammad, au funga au nenda kafanye tawafu katika bait, aliambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma. Sasa ummatu lislamiya tajibu an takuna ummatan mutaallima, umma wa kiislamu fi kulli zaman, katika kila wakati unatakikana uwe educated umma ndio maana Sayiduna Adam baada ya kuumbwa kwake tu Mwenyezimungu alisema wa waalama adama lasmaa kulaha. Mwenyezimungu akamfundisha Mtume Adam majina ya vitu vyote. Ibnu Abbas radiallahu taala anhuma anasema, vitu alivyofundishwa majina yake Nabi Adam ni kila kitu ambacho Mwenyezimungu kakiumba, mfano hadha bahrun tilka alkawakib hadhihi shajaratun wadhaka jabalun wa hadha nurun. Hivi ni vitu na majina yake ambavyo ndo mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu anamfundisha mtume wake Adam, kukawa hakuna kitu isipokuwa Adam anajua jina lake na anajua matumizi yake. Hii ni ilmu kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu mwanzo kabisa anampa mtume wetu Adam alayhi salam. hapo baada ya kuwafundisha kumfundisha Nabi Adam majina ya kila kitu, thumma aradahum ala lmalaika, kisha vitu vile akaviweka mbele ya malaika. Faqala, Mwenyezimungu akasema, ambiuni biasmai haulai in kuntum sadikin, ebu nielezeni vitu kwa majina yake, ambavyo vitu hivi nimemfundisha Adam majina yake na kavijua majina yake, sasa nielezeni nyie majina ya vitu hivi, ikiwa nyinyi ni wakweli. Kwa nini Mwenyezi Mungu anawambia ikiwa ni wakweli? Kwa sababu walipomwona Adam kabla ya kupulizwa roho, walisema liyakhluki llahu ma yashaa, Mwenyezi Mungu aumbe anayemtaka. Falan yakhluqa hatoumba Mwenyezi Mungu afdala wa akrama wa alama minna, kiumbe bora kuliko sisi malaika. Sasa kweli kama nyinyi ni wajuzi na ni bora kuliko Adam, ambiuni biasmai haulai in kuntum sadiin. Ikiwa ni wakweli kweli nyinyi kwamba mnajua, basi nipeni habari ya vitu hivi. Qaluu malaika, hapo wakasema subhanaka, utakatifu wa mawini wako ewe Mwenyezi Mungu. Subhanaka la ilma lana, hatuna elimu ya kujua majina ya vitu hivi, illa ma alamtana elimu ndo vile uliotusomesha ndicho tunachokijua, lakini vitu vingine ya rabi hatuna elimu mpaka tupewe elimu na nawe, innaka anta lalimu lhakim. Mwenyezi Mungu akwambia, ya Adam, ambihum biasmaihim. Wameshindwa kujua hawa nini majina ya vitu hivi, sasa wewe wape habari ya vitu hivyo. Falamma ambaahum biasmaihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaib as-samawati wal-ard wa a'lamu ma tubiduna wa ma kuntum taktumun. Adam akataja hadha bahr tilka shajaratun hadha badrun tilka kawakibun wa hakadha. Alipotaja vitu vyote, Mwenyezi Mungu akawauliza, je, sikukuambieni kwamba mimi najua kila kitu na ninayajua yalofichika katika nyoyo zenu? Kwa ajili hiyo, Adam kakushindeni. Sasa mpeni tahiya, mpeni heshima ya ushindi wake. Mwenyezi Mungu hapa anatuambia wa idh qulna lilmalaikati isjudu liadama. Sasa tahiya na maamkizi yake na heshima yake Adam, kwa kuwa kwa kushindeni nyote, angukeni mumsujudie Adam. Sijida hii ni sijida ya tahiya, ni sijida ya ikram, ni kusujudu kwa kumtukuza kwa kumpa heshima Adam kwa ushindi wake, ni tahiya ni maamkizi kwake yeye, siyo sijda ya, ya ibada. Sijda ya ibada ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo sujudu li adam msujudieni Adam, fasajaduu wote wakasujudu, illa iblisa aba, isipokuwa huyo Ibilisi akakataa kusujudu, wastakbara, tena akafanya kibri, wakana min alkafirin na alikuwa mmoja katika watu waliokanusha neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kukataa amri ya Mwenyezi Mungu. Fa hadhihi maasiyatul ula, haya ndo maasi ya mwanzo kabisa kutendeka huko mbinguni kwa sayiduna Adam alipoambiwa kwamba asujudiwe na malaika akakataa yule kafiri ambaye ni Iblis. Haya ndo maasi ya mwanzo kabisa yanaanza kutokea hapa, historia hiyo, Waislam. Anakataa amri ya Mwenyezi Mungu baada ya kwamba malaika wote wamepomoka wakasujudu. Sasa mwingine anaweza kuuliza madhambu iblis nini, kosa la iblis, wakati Mwenyezi Mungu alisema kulna lilmalaikati sujudu li adam, tumewaambia malaika msujudieni Adam. Sasa iblisi hakuwa malaika, sasa anakosa gani kwa kuwa yeye hakusujudu? tutaona kwamba sio amri kwa malaika tu, na yeye ibilisi vile vile aliamrishwa asujudu kama walivyoamrishwa malaika kusujudu. Tutaona mbele ya aya zinavyoeleza. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul A'raf, walaqad khalaknakum, hakika tumekuumbeni nyie wanadamu, thumma sawarnakum, kisha sisi ndo tulotawala kukutieni nyie sura Thumma qulna lil-malaika usjudu li-adam, kisha tukawaambia malaika msujudieni Adam. Fasajadu, wote wakasujudu. Ila iblisa aba, isipokuwa Iblisi yeye alikataa kusujudu, akakataa kabisa. Qala, Mwenyezi Mungu akasema, ma manaaka an la tasjuda idh amartuka ni kipi kilichokuzuia wewe usiitikie amri ya kusujudu wakati nimekuamrisha? Sasa mwenye kuuliza makosa yake ni nini Iblisi, kwa kuwa yee hakuwa malaika, mbona naambiwa na yeye asujudu? Hapa Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba na yeye vile vilevile alimwamrisha idh amartuka, wakati nilipokuamrisha. Idhan umira huwa kadhalika bissujud, na yeye vile vilevile alikuwa included katika amri hii, kwamba asujudu kumpa heshima yake Adam. Sasa namuuliza, kwa nini? Kuna sababu gani lokufanya mpaka ukatae amri yangu? Sikiliza jeuri na kibri cha Iblisi. Qala ana khairun minhu. Iblisi akasema kumwambia mwenyezi Mungu, mimi ni bora kuliko huyo adamu ulomuumba. Unaniuliza sababu ya mimi kutomsujudia. Ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko yeye, na ubora wangu ntakueleza mapema kabla ujaniuliza khalaqtani min narin wa khalaktahu min tin, mimi umeniumba kutokamana na moto, yeye umemuumba kutokamana na udongo. Sasa mimi ghali kuliko yeye. Vipi mimi uloniumba kwa material kama hii nikakisujudie kiumbe dhalili kama Adam? Qala, Mwenyezi Mungu akasema fahbit minha, kuanzia sasa na wakati huu toka katika pepo hii, toka katika rehma zangu. Anafukuzwa hapo Iblisi. Angalia maasiyatul ula, dhambi la kwanza tu linamtoa iblisi katika rehma za Mungu, anakuwa rajiman. Tunaona hapa iblisi alikuwa anaitwa Azazili, alikuwa akiitwa abasijida bikathrati sujudihi ma min maudhiin fi lsamaa illa waqad wadaa alayha jabhata, hakuna sehemu yoyote isipokuwa akaweka baba lake la uso kwa ajili ya kumsujudia Mungu. Akaitwa abasijida bikathrati sujudihi, lakini alipokataa amri moja tu ya Mwenyezi Mungu, msujudie Adam, Mwenyezi Mungu akawambia fahbit minha fama yakunu laka an tatakabara fiha fakhruj innaka min asagirin. Huna kabisa wewe uwezo wa kukataa amri yangu mimi mola wako, basi toka, hakika wewe leo ni miongoni mwa watu madhalili mno. Leo Iblisi katolewa katika rehema ya Mungu kwa kosa moja tu. Tujifikirie sisi tunaotaka kwenda katika ufalme wa Mungu kwa chungu nzima na magunia ya makosa tele, itakuwaje siku hiyo ikiwa dhambi moja tu lilimkorofisha Iblisi akatoka katika rehema za Mungu? Vipi sisi tunataraji kwamba tutakwenda katika rehma za Mungu biauzarin min adhunub, na magunia na matanzi ya madhambi, kwa madhambi. Tumwombe mungu tuatupe rehma zake subhanah. Qala iblisi alipolaaniwa hapo, akasema kumwambia mwenyezi Mungu, andhirni ila yaumi yubaathun. Ndiyo unanilaani mii kwa kuwa nimekataa kukisujudia kiumbe hiki, lakini naomba unipe muda kwa uwezo wako wewe mwenyewe, niishi maisha marefu mpaka siku ya Kiyama. Anaomba hapo. Qala Mwenyezi Mungu akasema innaka min almundharin, tumekupa ombi hilo, utabakia wewe mpaka siku ya Kiyama. Huu ni mtihani, Mwenyezi Mungu anataka kutuletea sisi waja wake. Qala innaka min almundharin, nimekupa fursa hiyo, utaishi wasayatulu umruk ila qiyami saa wewe utaendelea kuishi na tena, mpaka siku ya kiyama, wakati watakapokuwa waja wote wameondoka na wewe utaondoka ulimwenguni. Qala fabima aghwaytani, anamwambia Mwenyezi Mungu sasa, kwa kuwa mimi nimekuwa muovu kwa sababu ya kutoitikia mwito wa kumsujudia Adam na huyu ndo sababu kwamba mimi nimekorofishika mbele yako. laaqudanna lahum sirataka lmustaqim, sasa, yeye na watoto wake nitahakikisha njia ya kukua ni njia ya sawa njia ambayo inawapeleka wanadamu mpaka katika radhi za Mungu. Mimi nitaikalia njia hiyo niwe ni wenye kuwazuia waja wasifike kwako. la aqudanna lahum, nitakaa katikati ya njia yao, almustaqim, iliyonyoka. Thumma laatiyannahum, kisha ntakuwa mujtahid, takuwa na bidii kubwa. Laatiyannahum, tawaendea waja hao. Min baini aidihim, mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao, wa an aimanihim, na kulia kwao, wa an shamailihim, na kushoto kwao, wala tajidu aktharahum shakirin, na hutowapata wengi wao wanashukuru neema zako. Angalia uadui wa Iblisi. Anamwahidi Mwenyezi Mungu kwamba njia hiyo na wanadamu hao watakokuwa katika ulimwenguni atatumia kila aina ya silaha kwa ajili ya kuzuia wasiingie katika rehema za Mungu na njia watakayoipita, la ati yanahum min baini aidihim, mbele na nyuma na kulia na kushoto. Hizi ni different direction ambazo mwanadamu anaziita mwana gharbi, shamal, janub na sharq mashariki magharibi, kusini na kaskazini, zote kazitaja Iblisi kwamba atamzunguka mwanadamu kwa kila pande zote, lakini hakutaja juu, kwa sababu juu ndo kunashuka rehma za Mwenyezi Mungu, na wapi shetani huyu anaweza kuzikinga rehema za Mungu zisifike? Kwa hiyo hakuweza kutaja, akasema na juu yao, hapo rehma za Mungu zinashuka. na insha inshallah, zitatupata rehma hizo za Mungu, asije akatupotosha adui huyu Iblisi. Qala faakhruj minha, kwa mara nyingine akawambia, ondoka toka katika pepo yangu toka katika ufalme huu. Mad madhuman tena ukiwa dhalili madhuran laman tabiaka minhum laamlaana jahannama minkum ajmain, toka na huko unako kwenda, yeyote atakayekufuata wewe, ntaijaza jahannam, wewe na wao watakao kufuata, ajmain pamoja. Ndugu Waislamu, huu ni uadui ambao Iblisi kawaahidi mbele ya Mungu kwamba atakuja utekeleza kwa banil bashar, na atauanzia kwa Adamu mwenyewe ambaye ndo sababu ya yeye kukorofika mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Huyo shaitani kukorofishika kwa sababu kakataa kumsujudia sayiduna Adam alaihi ssalam. Hapo sayiduna Adam akapelekwa katika bustani la pepo ndo makazi yake, waasha fil jannati wahidan faridan, akawa anaishi peke yake kule peponi. Na akiwa peke yake mtu lazima anakuwa na loneliness, washa upweke basi. Mwenyezi Mungu azza wa jalla akataka kuondoa upweke huu. Siku hiyo Adam kalala akahisi maumivu katika dilan min Allahi, moja katika sehemu zake za viungo upande wa kushoto pale Mwenyezi Mungu alikuwa anamtoa kiumbe mwengine ambaye atakuwa loneliness breaker kwa sayiduna Adam alaihi salam, naye alikuwa sayida hawa umu lbashar. Alipolala Adam, akiamka tu upande wa kushoto kwake anamwona mwanamke mzuri mrembo, sayida Adam. Malaika wakataka kumpa mtihani Adam, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ukamfundisha kila kitu. Sasa tumpe mtihani Adam. Adam akaulizwa na malaika, man hadhihi, huyu alokuwa pembezoni mwako nani? Adam, Adam kasema innaha almar'a, huyu ni mwanamke. Mraa ni mwanamke, ndio mwanamke wa kwanza, lakini Adam anajua, ndio mwanamke huyo. Akauliza lima khuliqat, kwa nini ameumbwa mwanamke huyu? Adam akawambia liaskuna ilaiha, nipate utulivu kwake kaumbwa kwa, ka kwa ajili ya huyu nipate utulivu kwake. Kwa hiyo mwanadamu wa kiume hawezi kupata utulivu ila kwa mwanadamu wa kike, na mwanadamu wa kike hapati utulivu ila kwa mwanadamu wa kiume. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wajala bainakum mawaddatan wa rahma, hakika miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu kuonekana kwamba yupo ni kuumba kutokamana na nafsi zenu nyee, wenye wanadamu. Azwajan, wanawake akawaumbia wanaume na wanaume akawaumbia wanawake. Litaskunu, lengo ni nini? Ili mupate kutulia kwao, wanaume mtulie kwa wanawake na wanawake mutulie kwa wanaume. Sasa mimi Adam, huyu mwanamke alikuwa Hawa kaumbwa kwa ajili atulie kwangu nami nipate kutulia kwake. Wakamuuliza malaika, atadri masmuha Je, unamjua jina lake nani? Akamwambia, naam ismuha hawa, jina lake anaitwa hawa huyu. Wakamuuliza, lima sumiyat hawa, kwa nini kaitwa hawa huyu? Adam akawajibu, liannaha khuliqat min shaiin hai, kwa sababu kaumbwa kutokamana na kitu kilichokuwa hai, ndio maana akaitwa hawa. Kaumbwa kutokana na sehemu ya ubavu wa mwili wangu. Sasa mwanamme mwanamke katokana na ubavu wa mwanamke ndo maana mtume anasema innama nisau shaqaiqu arrijal, hakika wanawake wa manake, ni ndugu wa wanaume, maanake shaqaiq ni shiq. Mwanadamu ukimtizama katika sura yake, hapa utosini kuna mstari mpaka unashuka katika mapaja yake kama utamkata kwa msumeno, ambacho ni kitu kibaya, utapata pande mbili zilizokuwa sawa sawa. Kwa hiyo hii ndo inaitwa shiku kwa mwanaadamu, na ubaye huu wa pili ndo alotokana Sayida Hawaa, umma albashar, na alikuwa mwanamke mrembo. Katika hadithi tunaambiwa kwamba mwanamke mzuri zaidi alikuwa Sayida Sara, mkewe Sayiduna Ibrahim alaihi ssalam alikuwa mzuri wa ajabu, wa ajmalu minha, na mzuri zaidi ya Sayida Hawa, Sayida Sara alikuwa hawa, Sayida umu lbashar. Baada ya kuumbwa Hawa, Mwenyezi Mungu akawahutubia wa wawili hawa, kulna ya Adam uskun anta wa zaujuka aljanna. Adam, sasa ishi wewe pamoja na mkeo peponi kula minha ragadan haithu shituma, nakuleni ndani ya pepo hiyo kila kitu kwa, kwa nafasi na ukunjufu, neema zote tumieni, lakini kimoja ninakutahadharisheni nacho, wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min asalimin, na musikurubie mti huu. Mti huu ni haramu kwenu, musiukurubie. Kuna mti mmoja tu ambao huo ni mti wa kawaida, Mwenyezi Mungu anawaambia musiukurubie, licha ya kula kukurubia katika mti huo, msikurubie. Na unapoona kwamba Mwenyezi Mungu ukatumia neno la taqrab, maana yake hapo kuna kitu kibaya mno, na hilo jambo lina madhara makubwa. Ndo maana umeambiwa hata kukaribia usikaribie, kama alivyokataza uzinifu. Mwenyezi Mungu hakusema moja kwa moja wala taznu, msizini. Kasema wala takrabu, msikaribie hasa licha ya kule kuzini, kukaribia kwenyewe usikaribie. Leo tulipoyaona hayo kwamba ndo ya kukaribiwa, tumeyakuta wenyewe baada ya kufanya vitendo vya uzinifu, tumeletiwa balaa zisizokuwa na mwisho. Kwa hiyo tuliona katika Qurani Mwenyezimungu asema licha ya kulifanya tendo hili kulikaribia tu usikaribie. Ndio maana Adam anaambia wala taqraba nye, wawili wewe na mkeo, msikaribie hadhihi shajara, mti huu, fatakuna min azzalimin, mkiukaribia namu kila matunda yake, mtakuwa miongoni mwa walojidhulumu wenyewe nafsi zao. Ruhusa hiyo wametolewa wale kila kitu katika pepo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alipowapa idhni hii ya kula kila kitu katika pepo, Adam na Hawa wakawa wanaishi katika pepo, raha mstarehi. Hili lilikuwa linamtia wasiwasi na chuki Iblis lanatullahi alaihi, na kwa kuwa, kwa nini mimi nimedhalilika, nime lakini wao wamerufaishwa, wakawekwa katika cheo kikubwa. Ntafanya kila mbinu wa muasi na wao Mwenyezi Mungu ili tuwe sawa. Ndo maana Mwenyezi Mungu anasema inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui mkubwa, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui, msimfanye rafiki abada. Imam Abi Hanifa siku moja alikuja bwana mmoja akimshtakia kwamba kuna mahali alificha pesa zake, alafu baadaye pesa zile akazisahau wapi alipozificha. Sasa kwa kuwa huyu ni mwanachuoni, anataka kuja kumuuliza fatwa. Angalia watu wanavyowategemea wanachuoni, mpaka mtu kasahau pesa zake, anaona kwamba atapata fatwa aambie pesa zako ziko mahali fulani. Lakini kwa kuwa yule mwanachuoni, na Mwenyezi Mungu akasema, fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun, waulizeni wanaojua kama hamjui. Kenda kama uliza Imam, nimezim mistake pesa zangu, sijui nimeziweka wapi, chungu nzima ya mali. Lakini nani nasitu aina wadaatu almal, nimesahau wapi nilipoziweka. Kwa hiyo nimekuja, pengine utanipa fatwa nijue pesa zangu ziko wapi. Imam Abi Hanifa, watu wakamtizama, haya, atatwajibu gani huyu? Kwani yeye atakuwa anajua ghaib kwamba pesa zako ziko mahali fulani? Lakini kwa kuwa wanachuoni ni wanachuoni wenye hikma, akamwambia ya ahi idhhab ila lmasjid waatakif wasali, nenda msikitini ndugu yangu, fanya itikafu msikitini, sali msikitini, mwombe Mungu sana, utajua pesa zako ziko wapi. Basi yule kwa kuwa akaona ana matatizo, akachukua fatua ile, kenda zake msikitini akanuia kuingia itikafu akakaa karibu nusu ya usiku. Sasa yuko katika sala na sali pale pale, ndani ya sala akakumbuka pesa zake ziko mahala fulani, haraka haraka akavunja sala ile hata kuimaliza, akatoka akaenda akachukua pesa zake akarudi kwa imamu Abi Hanifa akamwambia, Imam lamma kuntu fi ssalah, nilipokuwa katika sala tadhakartu aina wadhaatu lmal, nilikumbuka pesa zangu ziko wapi. Kwa hiyo nimetoka haraka haraka msikitini, hizi hapa nimekuja nazo, asante sana. Imam abi hanifa akacheka akafurahi akamwambia, ya akhi halla akmalta llaila, bora ungekuwa na busara ya kumaliza usiku mzima umshukuru Mungu kwa kukuonyesha pesa zako ziko wapi. Sasa watu wakamzungukia Imam abi hanifa wakamuuliza fatua hii umeitoa wapi? imam akasema, huyu mimi nilijua kwamba shetani hawezi kumwacha huyu, anafanya ibada usiku mzima, lazima atamkumbusha pesa zake ziko wapi, aache ibada. Huu ndo uadui wa shetani, mpaka anaweza kukufanyia jambo. Alhasili ajue tu kwamba huyu anaharibikiwa katika baadhi ya mambo, bora nimfanyie mambo fulani fulani. Kwa hiyo huu ndo uadui wa shetani. Kwa hiyo shetani laanatullahi alaihi, ana kila njia za kutufanya sisi wanadamu tuharibikiwe mbele ya mola wetu subhanahu wa taala, na ni kwa ile ahadi yake ambaye kaahidi mbele ya muumba mbele ya Mwenyezimungu subhanahu wa taala. Na insha Allahu taala tutamshinda na sote tutaenewa na rehma za Mungu kama mwenyewe Mwenyezimungu aza wa jalla alivyomrehemu sayiduna Adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Katika kipindi kijacho insha allah tutaendelea na kisa cha Nabii Adam anapokuwa katika pepo, vipi alivyokuja Iblisi kumzonga na ilikuwaje baadaye. Haya yote tutayafahamu katika kipindi kitakachofuata. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.